Hasa tunapokuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa hayo tunakubaya nao ya kwamba msimu huu mambo yamekuwa mabaya mabaya mabaya, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya msimu unaokuja, haiku nyong'onyeshi aini, nyong'onyeshi aini, nyong'onyeshi, kwa sababu ninafahamu huu ndio mpira wa miguu wakati tuna tunafuzu nilikuwa ndani ya Simba tukafuzu ama tumefuzu miaka minne mfululizo nikiwa, nikiwa Simba Sports Club eh, hii leo tumeshindwa kufuzu, haiwezi kunyong'onyesha kwa sababu mwisho siku mpaji ni Mungu. Ametupa robo fainali nne, safari hii amehajatupa robo fainali nne. Hatuwezi kuanza kusononeka na kusikitika kwa sababu wakati sisi tunafuzu kuna watu walikuwa hawafuzu, wakati sisi tunacheka kuna watu walikuwa wanalia. Kwayo ni wakati wetu kulia na wengine wanacheka. Tunajipanga mwakani tukacheke, tukiwa na Simba Sports Club. Amen. Uh, we hukusimba kwa miaka minne, sasa hivi na Simba ipo kifuzo mm -hmm. kwenda robo finali, yani ile ile yake ni robo finali, kiasi kwamba kafika tu matanyo mwa robo mwa robo, ilikuwa ni ukiingia makundi tu Simba kuikuta robo finali kwa kawaida sasa hivi kuna watu mashabiki wengi wanalalamika, labda kuna kitu kiko ndani, sawa au vipi? Kuna nini ambacho kinaendelea kinaendea sibasikosi pengine wanjebelekea timu. Kwanza lazima ieleweke e, timu ikifanya vibaya haimaanishi eh, kuna shida ya uongozi. Hiyo, hiyo, hiyo lazima mentality mashabiki waiondoe kwamba kuna wakati unazidiwa una, una, una, una, una, una tu, eh, kuna wakati unafungwa tu kutokana na, na, na ubora wa mpinzani ama namna ambavyo wapinzani wamekuja kwa, kwa msimu husika ama pengine namna ambavyo timu yenu haiko sawasawa katika msimu msimu husika. Kwa mimi nachoamini, tumehukumiwa e, kutokana na ubora, na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba e, timu tayari imeshaongoza magoli mawili, lakini tumeshindwa kukuzuia e, kwa dakika 45, tu tuondoke na ushindi wetu, ushindi wetu wa kwanza kwao. Ukiangalia tu hapo unaona ni, ni, ni shida kubwa zaidi ya kiufundi kuliko ya kiutawala ambayo e, tunalazimisha ionekane kwamba kuna shida ya kiutawala yote. Kwa yote ni kwamba mimi ninachoamini ni kwamba tumepoteza tume, tume nafasi yetu msimu huu ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu ya kuzidiwa na wapinzani wetu kwa sababu za mpira wa miguu. Haya ni mapito ambayo kila timu inayapitia ili kujipanga kuelekea msimu unaokuja. Ahmed mara baada ya kuongoza goli mbili kwa sifuri. Ah. Ulikuwa na imani Simba itapata ushindi leo? Yaani ilikuwa na na imani sababu kama umeshafanikiwa kuongoza goli mbili eh, na zimebaki dakika 45 tu ambazo una option nyingi ya kufanya, aama kama ni kuzuia ama kuendelea kumpelekea moto mpinzani wako. Kwa hiyo nilikuwa naamini eh, tayari nilikuwa nimeshaanza kufurahi na kila mwana Simba alikuwa ameshaanza kufurahi akiamini ya, ya kwamba Simba anakwenda kufufua matumaini yake na kuondoka na alama tatu za kwanza hii leo Benjamin Mkapa, lakini yaliyotokea yanabaki kuwa historia ya kuumiza ndani ya klabu yetu. Ndio mpira na Simba imeonekana ikicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini walipokuja kipindi cha pili kaonekana imeleta mabadiliko makubwa sana, na kuwapelekea wapinzani kumiliki ball possession na kupata sare ya bao na na, nadhani mabadiliko yaliyotokea ya kwa Yusuf Kagoma baada ya kuumia pamoja na, na, na, na Wilson Nangu kwa namna moja ama nyingine yalidhoofisha timu yetu. Kila mmoja anafahamu eh, upambanaji wa Kagoma hasa kwenye eneo la kiungo, lakini vile vile eh, upambanaji wa, wa Wilson Nangu hasa kwenye eneo la la, la backline. Kwa hiyo kuumia kwao kukapelekea mipango mingi ya kiufundi kubadilika, na kama haitoshi wapinzani wakaweza kunufaika na, na, na, na, na advantage hiyo, lakini goli ambalo eh, amesababisha ame, ame Alesana Kante nilimkata kabisa na kumwondoa mchezoni na akaomba kufanyia mabadiliko. Maana yake ni kwamba alishindwa kabisa eh, kuhimili eh, presha ambayo ilikuwa inamkabili baada ya pale, kila kitu ndani ya timu ikabadilika na wapinzani wakanufaika. Kwa sasa, yeah, sasa kilichopo mbele yetu ni, ni ligi kuu ya NBC, pamoja na kombe la shirikisho eh, kwenye, kwenye, kwenye michuano ya kimataifa eh, sidhani nafasi na tena ukiangalia mpinzani wetu eh, eh, anayeongoza kundi na alama nane eh, ambapo tayari huyo sisi kwetu amesha qualify kwa sababu sisi hatuwezi kufikisha alama nane. Eh, hata tukishinda michezo miwili yote tunabaki na, na, na alama saba. Tayari wa kwanza kwenye hili kundi amesha, amesha patikana, lakini mchezo unaofuata Esperance eh, akishinda aki naye tayari ame, ame, amesha qualify. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyepesi tu ambayo unaweza usipende ni kwamba sisi msimu wetu kwenye michuano ya kimataifa rasmi umetamatika hapa, na kinachobaki ni, ni, ni, ni kupambana aidha tusimalize kinyonge. E, tusimalize kidhalili tupate walau e, pointi kadhaa katika michezo miwili ambayo imebaki, lakini nguvu kubwa kabisa tuielekeze kwenye ligi kuu ya NBC. Na rai yangu kwa mashabiki wa Simba, huu sio muda wa kuanza kutukanana, sio muda wa kuanza kufarakana wala kuvurugana. Huu ni muda sahihi kabisa wa sisi kutulia na kujipanga, kuangalia ligi kuu ya NBC tunaingiaje na tunakwenda tunakwenda kupata matokeo mazuri katika ligi hiyo.